Mwanamfalme aliyeota Afrika. Zamani sana katika moyo wa Afrika, kijana mmoja aliyeitwa Louis alikuwa mwanamfalme wa ufalme wa Burundi. Alitumwa mbali kusoma lakini akili yake haikuwa kwenye taji au majumba. Ilikuwa kwenye bara zuri pana la Afrika, na ndoto ya uhuru kwa watu wake wote. Mwanamfalme Louis alifanya jambo ambalo hakuna aliyetarajia. Aliacha masomo yake, akarudi nyumbani kujitolea maisha yake, si kwa kutawala, bali kwa kuhudumu. Alikiuka kila utaratibu, akiamini kwamba ufalme wa kweli haukuwa katika kuzaliwa kifalme, bali katika kupigania heshima ya kila mwanamume na mwanamke katika nchi yake. Shauku yake ilikuwa Uafrika mzima, imani kwamba Afrika yote inapaswa kuungana, kuwa huru na kufanikiwa. Hakuota tu uhuru kwa Burundi, aliota bara ambalo nuru ya usawa iliangaza kila mahali. Maono haya makuu yalimuunganisha na wengine wenye moto huo huo mioyoni mwao. Kwa Julius Nyerere, kiongozi wa baadaye wa Tanganyika, Louis alipata ndugu. Walizungumza kwa masaa mengi kuhusu mapambazuko ya Afrika mpya iliyojengwa juu ya haki na kujitawala. Rafiki mwingine alikuwa Patrice Lumumba, sauti yenye kuhamasisha ya Kongo. Watatu hawa walikuwa kizazi cha majitu, wakisuka pamoja hatima za mataifa yao, wakifundishana uthabiti mbele ya shinikizo kubwa. Akiwa nyumbani, Louis alisaidia kupanga chama cha UPRONA alisafiri nchi nzima akizungumza na wanakijiji na wafanyikazi, akiwahimiza kusimama kwa ajili ya haki zao. Alikuwa mwanamfalme aliyegeuka mwanaharakati, maneno yake yakiwa ya wito wenye nguvu wa mabadiliko. Licha ya vitisho na vizuizi, harakati ilikuwa. Louis alijua kwamba kufikia uhuru, mtu lazima asiwe na kuyumba uthabiti wake ulikuwa ngao na maneno yake yalikuwa upanga, yakikata hofu na kuhamasisha ujasiri. Mnamo Septemba 1961 chama chake kilishinda kwa kishindo. Ilikuwa uthibitisho kwamba sauti ya watu ikiwa imeungana haikuweza kunyamazishwa. Uhuru kwa Burundi hatimaye ulikuwa kwenye upeo wa macho, uking'aa kwa uwezekano. Lakini wiki tatu tu baadaye, tarehe 13 Oktoba, nuru ya mwanamfalme Louis ilizimwa kwa nguvu na wale walioogopa mabadiliko aliyoyawakilisha. Maisha yake yalichukuliwa mapema mno, hasara ya kutisha, kabla tu ya uhuru wa taifa lake. Leo roho ya mwanamfalme Louis Rwagasore bado inang'aa anatukumbusha kwamba mapambano ya usawa na ustawi kwa wote hayaishi kamwe. Hadithi yake ni ujumbe kwa kila mwanaharakati na mwandishi wa habari: kuwa jasiri, kuwa imara, na ruhusu shauku yako iwe mabadiliko ambayo ulimwengu unayahitaji.